Karibu katika channel ya FEABOY kwa updates zote za ajira, kuitwa kwenye usaili, kuitwa kazini. Usisahau kusubscribe, pia unaweza jiunga na channel yetu ya Telegram, link ipo kwenye description. Muhuri ya muungano wa Tanzania, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, halmashauri ya wilaya ya Biharamulo, tangazo la nafasi za kazi. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Biharamulo amepokea kibali cha utekelezaji wa ajira mpya kwa mwaka wa fedha 2024-2025 kutoka kwa katibu mkuu ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora chenye kumbukumbu kumbu namba FA 97/228/01/A/25 cha tarehe 29 Aprili 2025. Hivyo anawatangazia Watanzania wote wenye sifa na uwezo wa kutuma maombi kwa nafasi zifuatazo: Mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi tano. Majukumu ya kazi: kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na za siri, kupokea wageni na kuwasaidia shida zao na kuwaelekeza sehemu wanapoweza kushughulikiwa, kutunza taarifa na kumbukumbu za matukio, miadi, wageni, tarehe za vikao, safari za mkuu wake na ratiba za kazi zingine, kutafuta majalada na nyaraka zinazohitajika katika utekelezaji wa majukumu ya kazi kupokea majalada na kusambaza kwa maofisa walio katika idara kitengo sehemu husika. Kukusanya, kutunza na kuyarejesha majalada na nyaraka sehemu zinazohusika. Kupanga dondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali. Kuandaa orodha ya mahitaji ya vifaa vya ofisi. Sifa za muombaji: awe na elimu ya kidato cha nne au cha sita awe na cheti cha stashahada diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili kutoka katika chuo kinachotambuliwa na serikali, vyuo vya utumishi wa umma au uhazili. Awe amefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja. awe na ujuzi wa kutumia programu za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint, email na publisher. Ngazi ya mshahara TGS2. Dereva daraja la pili, nafasi sita. Gazi na majukumu ya udereva: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye safari za kazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali, <coughs> kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari, kufanya usafi wa gari, kufanya kazi nyingine kadri atakavyoelekezwa na msimamizi wake. Sifa za mwombaji: awe na elimu ya kidato cha nne, awe na leseni daraja C au ya uendeshaji wa magari ambao amefanya kazi kwa muda usiopungua mwaka mmoja bila kusababisha ajali awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji wa magari basic driving course yanayotolewa na chuo cha VETA au NIT na chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara TGSB. Msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, nafasi nne. Majukumu ya kazi kutafuta kuta kumbukumbu nyaraka majalada yanayohitajika na wasomaji kudhibiti upokeaji uandikishaji wa kumbukumbu -kumbu, nyaraka katika makundi kulingana na somo husika classification and boxing kwa ajili ya matumizi ya ofisi. Kuweka au kupanga kumbukumbu -kumbu, nyaraka katika rack, file rack au cabinet katika masijala au vyumba vya kuhifadhia kumbukumbu. Kuweka -kumbu. kumbukumbu barua nyaraka na kadhalika katika majalada. Kushughulikia maombi ya kumbukumbu nyaraka kutoka taasisi za serikali. Sifa za mwombaji: awe na elimu ya kidato cha nne au sita, awe na cheti cha stashahada Technician Certificate, NTA level 6 cha utunzaji wa kumbukumbu -kumbu katika mojawapo ya fani za afya, masjala, mahakama na ardhi. Ngazi ya mshahara TGSC. Masharti ya jumla kwa waombaji mwombaji awe ni raia wa Tanzania na mwenye umri kuanzia miaka 18 na usio zidi miaka 45, isipokuwa kwa wale tu walioko kazini serikalini. Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kuomba, <coughs> na waambatanishwe kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Mwombaji aambatanishe nakala ya cheti cha kuzaliwa. Muombaji aambatanishe nakala ya kitambulisho cha uraia au namba ya kitambulisho hicho kutoka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Maombi yote yaambatane na vyeti maalum, vyeti vya taaluma, maelezo binafsi CV yenye anwani inayotumika, namba za simu zinazopatikana na anwani ya barua pepe, pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa kuaminika ambao sio ndugu, nakala za vyeti vya kidato cha nne na kidato cha sita kwa wale waliofikia kiwango hicho, na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa zilizoainishwa. Picha moja passport size, yaandikwa jina kwa nyuma. Hati ya matokeo ya kidato cha nne na sita, statement of result, vitakubalika. Waombaji waliosoma nje ya nchi wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na vimethibitishwa na mamlaka husika, TCU, NECTA na NACTE waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia, walioko katika utumishi wa umma wasiombe kazi na wanapaswa kuzingatia maelekezo yaliyo katika waraka wa CAC 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010. uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi, wahusika watachukuliwa hatua za kisheria. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 6 mwezi wa 6, 2025. Muhimu kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa na barua hiyo ielekezwe kwa mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya Wilaya, SLP 70 Biharamulo. Maombi yote ya kazi yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira portal, recruitment portal kupitia anwani ya poto anwani ya portal.ajira.go.tz. Anwani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya sekretarieti ya ajira katika sehemu ya recruitment portal. Maombi yote yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafikiriwa. Limetolewa na mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya halmashauri Biharamulo. Asanteni na karibuni.